Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji tu. Leo tutajifunza moja kwa moja, leo tutajifunza moja kwa moja jinsi ya kupata GB za bure. Mimi huwa nafundisha taratibu, ili mtu aweze kunielewa na weze kuwaelekeza au kuwafundisha wengine. Mfano, watu wengi wamekuwa na niuliza e, tunawezaje e, Wauzaji Group, tunawezaje kupata e, GB za bure Airtel, GB za bure TTCL, GB za bure Yas, GB za bure Vodacom, GB za bure Tigo. Sasa nikaona acha nitengeneze hii video ni, ni waelekeze step by step. Kwanza cha kwanza, naomba uangalie mpaka mwisho hii video maana itakusaidia sana, itakusaidia sana au jinsi ya kupata vifurushi e, vya bure. Wengine wanasema jinsi ya kupata bando la bure. Wengine wanasema jinsi ya kupata e, muda wa maongezi wa bure, au jinsi ya kupata salio la bure. Sasa nikawona nitengeneza hi hii video ili kukuelewesha, ujue hii mitandao ya, ya, ya, ya moja kwa moja. Kwanza cha kwanza, jibii za bure zipo na hii mitandao e, ipo kwa ajili ya kutengeneza faida. Mfano mtandao kama Yasi yanamaanisha Tigo, mtandao kama Vodacom, mtandao kama Airtel, mtandao kama Halotel, yote ipo, sio rafiki yako, ipo kwa ajili ya kutengeneza faida. Sasa kwenye kutengeneza faida, ile system yao wanavyotengeneza ya kujunga na vifurushi pamoja na kujiunga na, e, na, na vitu e, yani, kujiunga na muda wa maongezi kwa ujumla, wameweka uwe customers. Yani kuna watu wengine wanaweza wakapata kitu fulani tofauti na watu wengine, kwa hiyo inakuwa ina, yani, inabadilika, maana system yao ni pana mno. Wanaweza mfano wakaweka vifurushi vya watu wenye zaidi ya miaka kumi vikawa labda vidogo zaidi ya watu waliojiunga ndani ya mwezi mmoja, ili kuhamasisha waingie kwenye mtandao. Wanaweza akaweka ofa ya GB za bure kwa watu ambao labda, chukulia, ambaye hajaweka vocha ndani ya miezi mitatu. Kwa kama mtu anaweza tu ni pano na set tu, kama ikitokea mtu ajaweka vocha ndani ya miezi mitatu apewe GB mia tano kila baada ya siku saba ili kuanza kumuhamasisha aweze kuingia mtandaoni kwao, kwa sababu wanajua mtu kimuhamasisha akianza kuingia mtandaoni, basi moja kwa moja ata e, moja kwa moja ataanza kupata ile wanaita uraibu maana ukiingia mta, ukiwa mtu wa kuingia mtandaoni unaanza kupata ile hisia ya kutaka kuingia kila mara. Hisia hiyo inajengeka, inakuwa kubwa, mwisho wa siku unakuwa unaanza nayo kununua vifurushi boyuko, na, wao, wanasitisha ile ofa yao, na kisha kukuacha na vifurushi unaendelea kuwa mteja wao. Nadhani hapo umenielewa kidogo, eh? Mfano, anaweza kaweka kila mteja kwa sababu mteja akishafikisha kisha, kisha, miaka kumi huyo mteja wana yani, mfano huyo mteja ni anakuwa ni tayari mteja mwaminifu, na kuhama aweze akahama tena. Kwa hiyo hata kama ikitokea anaeza kubadilishia vifurushi, ukawa haupati tena ofa, kwa sababu anajua kuhama haiwezekani. Namba yako natumia muda mrefu, watu wengi tayari wanatumia hiyo. Ah, ni kwa mfano mwingine, ujibiza bure, unaweza ukapata kukiwa na promotion mfano kuna kipindi nakuaga na promotion ya kukuza wateja ili wajulikane zaidi, kuwa anaweza akatoa vifurushi vya bure vingi ili uweze kuwatangaza, kwa sababu gharama ya mtu kutangaza kwa mdomo, kumtangazia mwingine ni ndogo sana, kuliko gharama ya kutangaza wewe binafsi mfano gharama ya kutangaza mfano, umetangaza kwenye TV tangazo lako la Tigo, gharama yake usije ukashangaa, kwa dakika moja mtu unalipia laki tisa mfano mfano, unalipia laki tisa au labda milioni moja na laki mbili kwa dakika moja, lakini kwa ile ile ukagawa kwenye vifurushi vya mia tano, mia tano kwa kwa milioni moja ukigawa tu umegaa kwa vifurushi vya bukubuku buku mfano umegawa vifurushi vya bukubuku kwenye ile milioni moja ambayo ungelipia TV au tulie redio kwa dakika moja, ukagaa vifurushi vya bukubuku e, vikatoka labda watu elfu moja labda watu elfu moja ukawapa bando la bukubuku katika mikoa tofauti. Yule mtu ataiambia familia yake, Tigo amenipa ofa leo, wamenipa ofa ya kifurushi labda tuchukulie mfano wamenipa ofa ya kifurushi labda cha GB moja mtu anajisifia kabisa kwa rafiki zake. Kwa hiyo wale watu elfu moja, kila moja kila mmoja akiwaambia watu sita kuwa atakuwa taarifa zile za t, mfano, mtandao wa Yasi au mtandao wa Vodacom au mtandao wa Airtel au mtandao wa TTCL kwamba unawajali wateja, kwa hapo tayari itakuwa watu elfu sita. Watu elfu sita nao watawaambia watu labda wawili, kwa watu zaidi ya elfu kumi na mbili itakuwa imefikia kwa haraka kwa kutoa tu shilingi elfu moja kwa matangazo e, ofa za GB za bure au salio la bure au bando la bure huwa lina faida sana, na wanaweka kimkakati, sio kama anaweka bila kutafakari. Sasa tunakuja kwenye swali, je, kuna kodi yote ya kupata GB za bure jinsi ya kupata GB za bure au bando la bure? Kodi hakuna. Asikudanganye mtu yoyote kwamba kuna kodi ya kupata bando la bure. Hapana, ni wao wenyewe huwa moja kwa moja wanajua jinsi gani ya kuwapa ofa wateja kwa ajili ya sababu zao binafsi. Haimaanishi kwamba e, haimaanishi kwamba labda wewe ni mteja mzuri sana au nini. Hapana, ni muda tu unafika wa muda wa masoko ili kufanya wajulikane zaidi, basi huwa wanatengeneza namna hiyo, na huo ndo ukweli. Hakuna bando la bure, hakuna GB za bure. Ni mtandao wenyewe unaamua kutoa ofa kwa wateja wake kutokana na vigezo vyao wao wanavyovitaka. Usiache kusubscribe video kama hizi na nyingine nyingi, tayari zipo. Karibu sana.